Mambo vipi, na karibu kwenye Kurunzi Live. Kama unavyofahamu, kila Jumanne ni siku ya mjadala wa wazi hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Sasa hivi tunakwenda vilevile na, mm, na YouTube na, YouTube. <laughs> mm -hmm. Na leo tunajadiliana uh, pamoja kuhusu ibada ya funga na vile watu wanavyojipanga kuitumia ili kuzidisha imani na utengamano baina ya jamii ambazo kusema kweli zinaundwa na dini tofauti. Na ibada ya funga ya mwaka huu imekuja na upekee wake. Wakristo na Waislamu wataanza karibu siku moja, baada ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na ule wa Kwaresma. mm -hmm. Mimi ni Rashid Chilumba na mwenzangu hapa ni Lilian Mtono, ndio mm -hmm. tutakuongozea mjadala huu wa leo na maoni yako tutayasoma. Lilia mm -hmm. Kesho Jumatano ni Jumatano ya majivu wanaita. mm -hmm. Ni siku ambayo kusema kweli hufungua pazia kwa kwanza kwa mwezi wa kufunga kwa madhehebu mengi tu ya, ya Wakristo mm -hmm. duniani mwezi wa Kwaresma ambao mm -hmm. ni siku arobaini na uhitimishwa kwa siku kuu ya Pasaka inayokumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristo kufufuka Mbibu. Mbibu. bado mbona wanaturudisha nyuma, eh? Rashid. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. E, ni kweli kabisa, wakati wa Kristo anajiandaa kwa hilo, Waislamu nao wanasubiri mwandamo wa mwezi kati ya kesho mm -hmm. ama siku ya Alhamisi e, utakaowawezesha kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wenyewe huwa ni siku 29 hadi 30. Unayajua hayo vizuri kabisa mm -hmm. unafunga kula na kunywa kuanzia kuchomoza hadi kuzama kwa jua hadi zote hizi mbili na waumini wake tangu zamani, kusema kweli, wamekuwa wanatumia ibada ya funga mm, kwa ajili ya jambo moja kubwa, kujisogeza karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Na kusema kweli, katika jamii hasa za Kiafrika ambako watu hukuwa katikati ya imani tofauti, Ramadhani na Kwaresma huwa mara zote inapewa uzito na heshima sawa, jamii mm -hmm. zinaheshimiana kusema mm -hmm. kweli inapokuja mm -hmm. swala la eh, dini mm -hmm. na kila upande unaheshimu imani ya e mwingine mm -hmm. Ni kweli Rashid ingawa e, miezi hii nazo nayo inakuwa na tofauti zake, kwa mfano, kuhusu kufunga kwenyewe mm -hmm. na kipi cha kufanya ama kutofanya ukiwa kwenye funga ama saumu. Ukweli ni kwamba msingi wa kidini na ibada unafanana, si Wakristo si Waislam mm -hmm. mm -hmm. Nyinyi kwa nini mnafunga? Wewe nasema kesho ni Jumatano e, ya, ya majivu e. Kwanza kwa siku arobaini e. e, za kufunga mm. Tumesema msingi hapa kusema kweli unafanana una, una mm. Lakini hasa unapoingia kwa, Kwaresma mm -hmm. nini hasa unakuwa unafanya? e, ni, ni kama tulivyo tulivyosema hapo mwanzo, kwanza zaidi ni kufunga mm -hmm. ingawa kwa upande wetu sisi wa Kristo haulazimishi kufunga chakula mm. Wanaona kwa Waislamu, labda utanirekebisha, utani, lakini wanaona mnafunga kula na kunywa. Kwa Wakristo, unaweza ukaamua kwamba ni kutokana na imani mm -hmm. na ile misingi ya ya, ya, ya dhehebu mm. e, unaweza ukaamua kufunga kwamba kwa hizi siku arobaini mimi sivai pete ya dhahabu, sivai saa, sivai mm. mkufu, siweki mm. si, si wigi uh -huh. si, yani sijirembe kitu wala kucha rangi sipaki, maanake si unapunguza vile ambavyo ulikuwa ukivifanya kwa kawaida, kwa kawaida. Sasa kwa sababu umeingia katika mwezi wa ibada mm. unasema mm. hiki na hiki, na kiacha, nilikuwa nasikia zamani kabisa. Wakati nakuwa eh, tukikutana na marafiki ambao ni Wakristo wanasema mm. hata kiwango cha chakula kama labda nilikuwa nakula mara tatu sasa nitakula mara moja au mara mbili mm -hmm. E, na, na kile ambacho kilichokuwa kinazidi unashauriwa una, una kiimani ki kukitoa kwa wengine ama inakuwaji? vipi kuhusu kutoa sasa hapo e, una tunashauriwa hivyo mm. Unajua ni wakati pia wa kuwakumbuka na wengine wakati. mm. Huo ni wakati wa kujinyima, ni wakati wa kujitesa, kwa sababu hizi siku arobaini kwa sisi tunaoamini Yesu Kristo ni wakati ambao yeye aliteseka mm. kwa ajili yetu, alipitia majaribu. majaribu na mateso makubwa sana mpaka akafa msalabani akafufuka. Sasa katika njia hile, na sisi ndio tunakwenda naye, kwamba unajitesa, lakini kujitesa kule ndio unaamua sasa. Ila na hicho cha utoaji ni kitu cha muhimu sana, kuwakumbuka wengine ambao wana mahitaji, kwa sababu mm -hmm. nao wana shida, wanatamani wapate msaada. Ni wakati ambao Wakristo wengi wanautumia wana, wana, wana, nasema kwamba wana kwa kwa kwa hata msingi huo wa kiimani kusema kweli karibu karibu unafanana zaidi si? kwa upande wa Uislamu ni kujisogeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kwa kuongeza ibada na cha kukumbuka zaidi ni kwamba eh, kufunga mwezi wa Ramadhani kwa Uislamu ni sehemu ya nguzo ya dini yenyewe. mm -hmm. Yani huwezi ku, kusema mimi ni muislamu kamili, kwa sababu tunazo nguzo tano mojawapo mm -hmm. ni kufunga mwezi mtukufu mm -hmm. eh, wa Ramadhani. Kwa hiyo pamoja na kuacha eh, kula na kunywa tangu kuchomoza kwa jua mpaka eh, mpaka kuzama, kuzama kwa jua tunaongeza ibada, tunasoma zaidi kitabu kitakatifu, eh, cha Quran, tuna eh, mambo ni mengi, msaada unaweza, sadaka eh, kumtukuza sana Mwenyezi Mungu, mambo mm. yote yanayokukaribisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu linakuwa ni jukumu la mwislamu yote, anapoingia mm. eh, mwezi mtukufu eh, wa Ramadhani <laughs> sasa kumekuwa <laughs> na swali la muda lam, mrefu: kwa nini zaidi watu tunaongeza ibada <laughs> wakati wa mwezi wa, wa, wa kufunga? Ni, ni, ni changamoto ya kiimani ki pia ama u mjadala kwa upande wa Kristo hupo? Sio changamoto ya kiimani hmm. kwa sababu kila siku tunakumbushwa haya haya ambayo tunaambiwa wakati wa Kwaresma, haya haya tunaambiwa na wakati mwingine mm -hmm. ni ku, naweza kusema saa nyingine siju tuna, tunasahau ama tunapuuza kwa hiyo si panapokuwa na kusema, kipindi maalum moyo mm wako unakuwa una thabiti zaidi kwamba unajua hapa ni lazima nitafute ni ni pepo <laughs> ni lazima. Lakini katika hali ya kushangaza s si, bado kuna wengine ambao wala hawajali kwamba hata, kipindi hicho na kinapita kinapita kabisa na kwamba haoni kama kuna tofauti ni, ni kitu kutoka ndani. Rashid, mm. imani unajua inaanzia hapa ndani sasa. Kama hicho kitu ukioni kama ah, why? Na, kwa nini nifanye? hutafanya mm. na mwaka huu elfu mbili ishirini na sita wewe umepanga kuzitumia siku arobaini kufanya nini zaidi <laughs> Wewe umechagua kufanya kwamba utakunywa glasi tatu za maji, sasa utakunywa mbili ama ah, sehemu ya mshahara wako <laughs> ikifika ah. mwisho wa mwezi wa pili katikati ya Kwaresma utatoa sehemu utaipeleka uta kwa watu wanaohitaji, ama utafutarisha, nyie mnafutari eh, hapana, ah, ah. ni, ni umlo wa kati... kufungua Uh -huh. E, sawa ule ni mlo wa kufungua. Tunaweza tukasema pia kama hivyo, ni sawa, ni mlo wa kufungua, lakini sio ile kama mnavyofanya wenzetu kwamba unafuturisha. Ila kuna wale ambao wanaendaga kutoa sadaka, labda anaenda kwenye vituo vya watoto yatima hmm. ama kina mama wenye mahitaji ama nyumba za, za wahitaji wanapeleka misaada ya chakula kule ama msaada wowote ule, ni, ni namna tu ya kuji ya, kuwasaidia mbine, watu ili kuji, kujichumia kwa Uislamu, kwa nasema tunasema thawabu, unaweka thawabu ili Mwenyezi Mungu akuruzuku pepo baadaye, ama pasipoharibika, tunasema mahali pasipoharibika, hazina haiharibiki kule nitafanya ni kitu ha. Lakini sitaki kusema na, napenda, vitu vya kiimani napenda kufanya ndani mimi na Mungu wangu, lakini nitafanya kitu sijui, labda kwa upande wako vivyo hivyo, manake tatufuturu utatuh, eh, bila shaka tutakuja milimani, inabidi mje, mje milimani kuja kudoea futari, mara nyingi inakuwa ni, ni hivyo, ni ku, ni kuongeza zaidi kuongeza zaidi ibada unajua katika hasa tutu, kwa vijana changamoto zinakuwa ni nyingi za, za maisha, lakini mwezi wa Ramadhani unapofika zinakuwa ni siku ishirini na tisa ama thelathini za kujizuia karibu kusema kweli eh, kila, kila kitu, kitu na, mm, na, na, tusemi kwamba miezi mingine ni ruksa, lakini kusema kweli ni, ni, ni, ni, ni, ni muhimu sana mm, eh, ku, ku, kuongeza eh, imani yako <laughs> na kujikurubisha zaidi kwa, kwa, kwa Mwenyezi Mungu <laughs> mm, naona muda unakimbia kulikweli, mjadala kaambiwa dakika tisa zimekwisha, lakini swali hili la watu watafanya nini wakati wa Kwaresma na Ramadhani? Tuliwauliza ninyi mnaotofuatilia na tunataka tusome maoni yenu. Mimi namwona kwanza Maneti Magongo, ukiwa Iringa ulute kule, unasema wewe unataka kuacha mambo maovu yote ambayo hayapendezi machoni kwa Bwana kipindi hiki cha Kwaresma. P Wine Mtamaduni unasema wewe ni kujitoa kwa ajili ya wengine na kuimarisha ushirikiano, hadi mpangiwe siku kadhaa, alafu baada ya hapo mbwaye, mbwaye. <laughs> sahizi dini? Anacheka, kumbe alikuwa hasemi semi yeye atafanya nini. mm. Na, ana, ana, ana, anafanya stizai kwa wengine kwa wakati fulani tu. Swali ambalo tunalijadili Salehe Mkoma wewe uko Shelui Singida. Unasema kwa kweli mimi nimejipanga kuongeza imani inayoonekana kuyumba kwa sababu ya mambo mengi ya dunia. Anasema sasa narejea kumwomba Mungu azidishe upendo kwa watoto wake hapa duniani maana watu wengi tumesahau kabisa kama Mungu yupo. Nitakuwa na nyie mm Kurunzi -hmm. Live. Nafurahi kwamba unatufuatilia. Una nani, Lilian? Huyu anajiita Tata Kanyima wa Kagera, mm -hmm. Anasema imani bila matendo imekufa. Hiyo ndio kama wakati huu kuomba mm -hmm. lakini pia labda nakuwakumbuka wengine na nina vitu kama hivyo. Na Alois Silvest Samba wa Seke Arusha anasema nitatumia Kwaresma kuwasaidia yatima, nikijenga moyo wa huruma na kuimarisha imani yangu kwa vitendo. Mm -hmm. Na Bochumi Jacob wa Kakonko Kigoma anasema usafi wa kiroho, kusaidia wasiojiweza, wagonjwa na kupendana na majirani. Nadhani ni moja ya vitu vya msingi ambavyo mwanadamu anapaswa kuvifanya ili kusogea mbele za Mwenyezi Mungu. Japo haya yote tunapaswa kuyazingatia wakati wote wa uhai wetu na sio Kwaresma tu na mwezi mtukufu wa Ramadhani. ma, ma, mazito kabisa. Emmanuel mm. Thomas wa mboga Kubuhuli Nzega kule, utani ya radhi. Kama mm. kitongoji chako sijitaja vizuri, nasema mara nyingi hii miezi huwa ya dhambi za kificho, sio toba. Hilo tutajadili baadaye. Elio Majengo ukiwa Bwa Bwaya Buwa Singida unasema kwangu mimi binafsi napenda kuwatendea mema maskini na wasiojiweza na wenye shida mbalimbali, ili wapate kuwa na amani ya kweli kwenye mioyo yao wasijione wakiwa na upweke. Sasa hebu twende kule Arusha eh, eh, Hmm, Natalis naye pia ameuliza swali hili hili, Wakristo kwa Waislamu wamejipanga vipi kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan pamoja na Kwaresma. Mtazamaji unaweza kusema kwamba hiki ndio kipindi pekee ambacho Wakristo pamoja na Waislamu wanaingia katika mfungo wa pamoja. Tunazungumzia mfungo wa Kwaresma ambao unatarajiwa kuanza siku ya Jumatano Majivu kesho tarehe 18 ya mwezi huu eh, wa pili, mwaka 2026 lakini pia Waislamu wanatarajia kuanza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nyuma yangu ni kanisa Katoliki Parokia ya Roho Mtakatifu Ngarenaro hapa Arusha, Tanzania. Ninazungumza na baadhi ya waumini hapa kuwauliza kwamba maandalizi yao katika kipindi hiki kuelekea mfungo wa Kwaresma ni yapi. Karibu katika Kurunzi Live. Mimi ni Veronica na Talis. Maandalizi yangu binafsi kwa kipindi hiki cha siku 40 ya kiroho ni kujiimarisha sana katika kulisoma neno la Mungu, kutafakari neno la Mungu, lakini pia na kutafakari maisha ya wengine wale ambao hawajiwezi. Lakini pia nimepita katika baadhi ya maduka ambayo yanauza uh, vitu mbalimbali vya Kikristo, hasa kanisa Katoliki hapa. Nimewauliza wauzaji kwamba, eh, wateja wanaokuja kununua vitu kwa sasa wanazingatia nini kuelekea mfungo wa Kwaresma? Uh, ndio maandalizi ya kwanza ambayo nimeona watu wakikimbia hapa na kujipatia ni mishumaa ya papo, yenye kumtafakarisha mwanadamu anaposali kwamba ni maisha na furaha za kipindi hiki si za msingi sana, ni kuishi katika kipindi cha ukimya na tafakari na sala na mtazamaji. Na sasa tugeukee upande mwingine wa dini ya Kiislamu. Nipo katika eneo hili la soko kuu jijini Arusha na kutana na baadhi ya Waislamu, ninawauliza kwamba wao maandalizi yao ni yapi kuelekea mfungo kwa mwezi mtukufu ya wa mwezi mkuu wa Ramadhani. Sikia maoni yao. Nimejiandaa kwa kufunga mwezi wa Ramadhani kwa, kwa kutia nia Nimejipanga, nimejitibia, nimeimarisha afya yangu na afya yangu iko fiti. Nimekunywa dawa za vidonda vya tumbo, dawa za tumbo kunguruma, kujaya gesi, ili mradi niweze kuufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani wote mzima nikiwa salama na salimini. Tujiandae, tujipange kwa ajili ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa nia ya kuondokana na, na, na uchofu na uovu na masuala mazima ya kumjua Allah subhanahu wa taala. Lakini pamoja na yote hayo, mtazamaji, kuna watu ambao hawana ratiba ya kufunga kabisa Nao nimepata nafasi ya kuzungumza nao na haya ni maoni yao. Wengine wanaweza kutawa na matatizo mbalimbali, vidonda vya tumbo, wajawazito, wanaonyonyesha. Kwa kesho, sintofunga. Nafanya maandalizi ah, vidogo bado sijaandaa. Kuna lazima nipate mavazi pate nani iko bado yes, kuna nguo ambazo siwezi kuingia nazo msikitini kwa sasa. Yeye anahitaji nifanye hivyo kwa sababu ni Tuna, bada nzuri kwa kwetu. Tunaipenda inatusaidia vitu vingi, kuondoa vitu, vitu mabala, mabalama nini. Kwa lazima nifanye kama hivyo kwa sababu pale kwetu huwezi, lazima tufunge. Yaani pale lazima tufunge wote, utake usitake. Kama utaenda kufa, utataka usifunge ukalie kule nje ni wewe. Lakini pale kwetu lazima ufunge. Mimi, mimi, kwa kweli mimi chakula sitafunga. Mimi nimeshazoea kunywa pombe sana lakini ntajitaidi kama mwaka jana mwaka juzi kifika kwa resima pombe sinywi siku 40, na natoboa zote bila kunywa pombe wala ile kusemo gakutamani. Ukiona mtu anakunywa ile, nishajitoa kabisa, sitamani mtu wakati anakunywa na nadhani ulishawahi kukutana na usemi huu maarufu sana kwamba Wakristo wamefunga, Waislamu wamefunga, anayekula huyo ni nani? Kama tunavyojua kwamba tunaelekea katika mfungo wa Kwaresma pia na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni mfungo ambao unajumuisha dini mbili kwa wakati mmoja, na haya ndio maoni ya baadhi ya wakazi wa jiji la Arusha kuelekea siku hizo mbili. Mimi ni Veronica Natalis, mjadala huu wa Kurunzi Live inaurudisha katika studio zetu za DW Bon, Ujerumani, na kutokea hapa chao chao Asante sana Veronica Natali, huo msemo nitaurejesha hapa oop, studio kwa Lilian Mtono. Huo huo msemo kwa kweli, Afrika Mashariki hasa, kama ni mara nyingi, unajua uh, mwezi wa Ramadhani mm, na Kwaresma inakutana na sio kwa kwanza pamoja. Safari hii ni, ni, ni, ni, ni maalum kwa sababu ina, ina karibu inaanza pamoja, lakini mara nyingi inakutana, Tana wakati fulani. mm -hmm. wakati mwingine na hili la kuuliza kwamba mwaka uliopita hasa ndio wenye wanasema ile trend mm -hmm. watu walikuwa wanauliza maanake ulikutana katikati, kwamba mwezi wa Ramadhani ulikuwa umeanza na, na Waislamu wanafunga, Wakristo nao tunaambiwa wako kwenye mfungo, alafu watu wanauliza nani anayekula njiani, lakini kama ulivyosema Wakristo si sharti kwamba wanafunga, si sharti. Umemsikia yule mwingine anasema yeye pombe, ataacha pombe, pombe hizo siku arobaini, lakini nasema kwani usiendelee. Lakini haya mambo ya watu masabu, masabu. Masabu. Yeah. Kamisa, kamisa. Mm. O, kuna hili suala lingine la tofauti za itikadi na hisia ya mm. kudhani labda eh, ibada fulani ya dini nyingine ni bora kuliko ya dini nyingine. Unajua kuna, kuna hizi hisia hasa mm. hata kwenye maoni, kwa mfano kwenye ukurasa wa Facebook unakuta mtu anakuambia ibada hii ndio sahihi zaidi kuliko hii. Hili linaweza kutafutiwaje njia ya kuliepusha kulie? Kwa sababu kwa maoni yangu kabla kabla hujachangia lili anahisi ni lazima jamii zote zijue kuwa ni nadra ama ni fikra, ni, ni, ni, ni wazo la kufikirika kuamini kwamba inaweza ikatokea siku moja kuwa katika nchi kama Tanzania, Kenya au Uganda watoto wakawa Wakristo ama wote wakawa Waislamu ama wote wakawa Wahindu. Kwa hivyo hata kwa miaka elfu moja ijayo pengine watu itabidi waendelee kuishi pamoja kwa tofauti za kidini, sio? Ndio. Kuvumiliana tu mm. Na hakuna kilicho bora zaidi ya kingine inapokuja swala la imani. Mm. Wazungu wanasema ni very sensitive, mm. very sensitive. <laughs> akuja so, swala so, so, la imani suala zito. Kila imani ya mtu ina uzito wake ule ule mm. ya kwako kama Mwislamu, ya mimi kama Mkristo. Hata sisi madhehebu yetu tumetofautiana, hata hata mm. kwenu pia, hata sisi pia lakini kila mtu asimame yeah. na, na kile uh, mm. anachoamini. Naona kwanza Benjamin Puka, ukiwa njia panda Tanzania kulisema, mimi ninatamani kusogea mbele ya muumba wetu na kuomba baraka kila itwayo leo. mm -hmm. Yohana Sungura Kadogosa, wewe ukiwa ushetu kahama kule Tanzania unasema, kwa kifupi tu, Mungu kwanza. mm -hmm. Kwa hiyo ibada hii itakapo itakapoanza, wewe Mungu kwanza mm -hmm. akikujisogeza zaidi kwake. Mbaga Karimu anasema, Mbaga Karimu ametuandikia kutokea Mbezi, Dar es Salaam, anasema, pale ninapopata muda nasikiliza mawaidha ya viongozi wetu wa kiroho na kufanya ibada ili niepuke matendo mabaya. Na Salehe Mkoma wa Shelui, Singida, anasema, kiukweli mimi nimejipanga kuimarisha imani inayoonekana kuiumba huyu

lili neno la mwisho, maanake tuna sekunde kadhaa tu zimebakia, zime, mm -hmm. unashauri nini watu wanapoingia katika like kipindi hiki cha cha ibada e, mi nadhani kwa sababu watu wameshajiandaa. Unajua mimi ni moja wa, moja ya wale ambao wanawasikiliza. Kuna moja amesema mi ntakuwa nasikiliza mawaidha mm -hmm. ya viongozi wetu, tunasikiliza wote viongozi wetu wa dini wanatuagiza nini wakati huu, nadhani ni bora kuyafuata. Ndiyo. na zaidi e, tusiache basi tuendelee hata baada ya hii kwamba ni jambo muhimu sana. Hii dunia sasa hivi ilivyo inahitaji imani sana, dunia inayumba sana inayumba sana kila sehemu, tunahitaji kusimama kwenye imani pia. mimi mm, ndo langu la mwisho lingekuwa tuache kunyoshana vidole, badala yake tukumbushane. mm -hmm. Yani kwa mfano kama wewe ni muislamu, unamwona muislamu wenzako hajafunga, badala ya kumsuta ile kwa Kiswahili kumnyosha kidole kwamba wewe utakwenda motoni wewe badala <laughs> yake mkum, mkumbushe, au wenye Waislamu tunasema mlinganie, mm -hmm. Mpe, mpe darsa. Na hata hivyo, kwa upande Wakristo ukimwona bwana alikuwa anapiga kreti nzima, ambia bwana, tuko Kwaresma, unampa darsa, unampa darsa, pata angalau nane badala ya kumi na mbili <laughs> mjadala. Huu utaendelea kwenye ukurasa wa Facebook, tutajaribu kujibu maoni uliotuma ulio, ulio, ili kuendeleza majadiliano haya, lakini tunawatakini, eh, wote wakristo kwa waislamu Eh, mwanzo mwema wa ibada ya mfungo wa mwezi mtukufu Ramadhan, mm, na eh, Kwaresma. Mimi ni Rashid Chilumba na mwenzangu hapa, mimi ni Lilian Mtono. Hadi wakati mwingine, kwa heri.